Kila hatua tutapiga pamoja, na ndio maana tumekuja hapa katika shina za wakereketwa ambalo nilipaswa kufungua mimi, ukasema sirudi kwenye gari na kuja, kwa sababu vijana naye tuko naye hapa, mwenyekiti wa umoja wa vijana ao, pamoja na wajumbe wa kamati za utekelezaji, viongozi wa mkoa, lakini wenyeji wetu, viongozi wa wilaya pamoja na chama ambao ni walezi wetu ndugu mwenyekiti, mashina haya ya wakereketwa kote tulipopita yamekuwa yakinaudisha vijana, yamekuwa yakihakikisha ile slogan ya sisi kuzima zote kuwasha kijani tunaishi kwa vitendo. Na mimi niseme siku ya leo ni siku muhimu ndani ya taifa letu, ni siku ya Muungano na ninyi mmenipa heshima ya kufungua shina hii katika kata ya Uyovu. Ndugu mwenyekiti, wanihesabu nitaendelea kuwa mwana wa Uyoku natamani pamoja na watekelezaji wa ilani ambao umejionea kwa kilomita chache ambazo tumetembea pamoja za barabara tuyaone maendeleo yakienda kwa kasi baada ya kukamilika, na mara zote tukiendelea kupita kukombe, shina hili endelee kung'ara nyakati zote kama ambavyo yasiri azotavia Dkt Samia Suluhu Hassan alipoendelea kuwa na maono kweisisi dunyani tukiri kwamba uongozi wa vijana wa wilaya tunao maafisa maendeleo katika wilaya yetu, kupitia halmashauri yetu. Maafisa maendeleo waanze kukaa na shina hili, viongozi na wajumbe wao, kupata elimu ambayo itawafungua kujua namna ambavyo daktari Samia Suluhu Hassan alifikia alifikia vinajitokeza ama vizingiti na kuweka utaratibu maalum kwa kuunda kamati mbili. Wakipata elimu hiyo, hatutawasikia tena wakiwa na changamoto ya vyombo vya usafiri, ili kuweza kupata uchumi wa kijana moja moja na jamii kwa ujumla. Tunaamini vijana zetu wanao wanaotegemea nyuma yao ukuwenekii mikopo hii ya asilimia nne kwa vijana, kelele zako zimezaa matunda na mikopo imerejeshwa, ikiakisi vijana wanawake na wale wenye mahitaji maalum. Niendelea <laughs> kusisitiza maelekezo hayo, na viongozi wa chama ngazi ya wilaya wapo hapa na kama mkoa amefanya hivyo, naji pia uhakikishe mafunzo wanayapata kupitia wataalamu wetu waliopo katika halmashauri zetu ndani ya mkoa hii. ka nitumia hadhara hii watoke vijana wana shauku ya kujua namna gani wanapata mikopo hii, ili walikomue kiuchumi na wewe umekuwa muumini kutuongoza kwamba tufanye siasa na uchumi. Hii wameifanya kata ya Uyovu kwa vitendo. Tunawaahidi tutarudi kufuatilia mmefikia hatua.